Tunashukuru tumepata nafasi ya kipekee ya kuweza kushiriki jukwaa la viongozi wa taasisi kubwa za kibiashara Afrika, yani Africa CEO Forum ambayo safari hii imefanyikia hapa Abidjan, na nafasi ya Tanzania kwa kweli imekuwa ni kubwa sana. Uwakilishi uh, wetu tukiongozwa na waziri mkuu uh, kikubwa sana ni kwamba kila nchi inajaribu kupigania nafasi za kiuchumi na nafasi ya Tanzania kwa misingi ya uchumi na mahusiano ambayo viongozi wetu wameyatengeneza sasa hivi inatupa mtaji ulio mkubwa sana aa. Kwa hiyo kwa kikao cha leo ambacho kina wawekezaji zaidi ya elfu mbili ni nafasi yetu ya kuwavutia, kuchukua mawazo ya wawekezaji, kuifanya Tanzania yetu waijue, kwa sababu wawekezaji au ma CEO au viongozi wakubwa ndio wafanya maamuzi kwa nafasi kubwa sana kwa tunatumaini kwamba uh, katika kikao hiki kwa siku hii ya leo, wameweza kuendelea kuijua Tanzania na fursa zake zilizoko kwenye uwanda wetu wa sekta ya logistic, uwanda wetu katika madini, katika kilimo, katika fedha na kwa kuangalia population kubwa ambayo inakuwa Tanzania na mageuzi makubwa ya kiuchumi yanayofanyika, lakini tunafikiri ni jukwaa ambalo kwa jicho tuliloliona leo hii na pamoja na kwamba ilifanyika mwaka jana katika nchi jirani, tunafikiri ni nafasi ambayo tutaanza kuchukua vikao vya CEO round Africa CEO Forum kwa umakini sana, ili tuweze kuichukua kama sehemu ya kuuza nchi yetu na mazao yetu, lakini baadaye hata Tanzania iwe ni mwamba maalum na nguzo maalum katika vikao hivi. Katika kongamano hili imeendelea kuthibitika vile ambavyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuthibitisha kwamba ile diplomasia ya uchumi anaitendea haki kwa sababu tumekuwa na maombi mengi ya kukutana na viongozi wengi lakini pia kukutana na watendaji wakuu wa makampuni mengi e, na baadhi wame, wameeleza pale katika e, kongamano la leo, wametolea mfano mkutano e, ambao ulifanikiwa sana wa Energy Summit na ambavyo ni shati ni game changer katika kuhakikisha kwamba chumi zetu ndani ya bara za Afrika zina, zinasonga zina mbele. Sasa haya yote walikuwa wanayafanyia marejeo wakionyesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi kiasi kwamba sio tu makampuni yanakuja katika kuwekeza, lakini hata viongozi mbalimbali wanatamani kuja kutembelea na hata kujifunza katika nchi yetu, na tumepata taarifa kwamba kwa mfano nchi kama ya Burkina Faso e, wako mbioni kuja kujifunza katika taasisi ile ya, ya, ya, Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kwamba ushiriki wetu katika makongamano haya moja unatupa fursa ya kukaribisha mataifa na makampuni na washirika wa maendeleo kuja nyumbani, lakini pia ina connect na jinsi ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassani ameifungua nchi, amekuwa mwepesi kuweka mazingira bora si tu ya kiuwekezaji, lakini pia ya kukaribisha mikutano mikubwa kama ambavyo mfano nimetoa, tulikuwa na mkutano wa Energy Summit, tulikuwa na mkutano wa Coffee Summit, hivi juzi tumemaliza mkutano wa e-learning ambao mawaziri wa elimu kutoka barani Afrika walikuja pale nyumbani. kwa hiyo wakati tunavutia wawekezaji lakini kwa upande mwingine pia, kiserikali tunavutia mikutano mikubwa. Lakini yote hii ni katika utekelezaji wa diplomasia uchumi, lakini kuona ambavyo tumefungua nchi kwao, tunakaribisha wenzetu, lakini na sisi tunashiriki kwenye mikutano.